Katika kisa kilichowashangaza wakazi wa kijiji cha Chemogoch kaunti ya Bomet, Amos alinasa nyoka wa kijani kibichi karibu na mahali alipokuwa akitengeneza pombe haramu na kwa hasira akaamua kumla akisema ndiye chanzo cha biashara yake kudorora. Sasa eh, baada ya alipohusa sangaa huko karibu na mtoni wakaona nyoka, nyoka sasa wenye walikuwa wanahusia chang'aa ndio aliua hiyo nyoka alafu baadaye huyu kichana akashika huyu nyoka sasa, wengine wakatanganya labda hii nyoka anatumwa kwake ndio usipate watecha ya kuhusia, ndio huyu kichana alikasirika akashika nyoka paka nyumbani. Sasa alipofika nyumbani alikuwa ameficha nyoka sasa, huyu mama yake alipoona huyu kichana ameshika nyoka, ndio alianza kupika nduru, ndio watu wengi wa jirani wakasanyika huko nyumbani nilipo, nilipoenda nyumbani, nikaona tu, eri nifunge na nyororo kwa sababu alikuwa anataka kuuma watu hata wanaume wanaume wote walitoroka isipokuwa nimeokoka tu, ndio kasema wacha nimsaidie. Mamake mvulana huyo Emily Ruto alisema mwanawe alimtoa nyoka huyo mfukoni mwake na kukimbia kuelekea mtoni ambapo alimla nyoka huyo na kunywa maji kabla ya kutishia kuwauma watu waliojaribu kumsaidia. Niliangalia aliweka mfuko, watu wanasema iko na nyoka kwa mfuko, nikasema hiyo ni uongo Nikaona nikasema, mathe, wacha nitoe. Akadoa aka nikabika nduru, lakini alikimbia mpaka mtone, akaenda kukula kwa mtone, mtone, na kukula na kukula na kukunywa mache. Alikula tu alimaliza, na alikulwa, alikunywa mache. Kulingana na daktari Valentine Mbithi, naibu msimamizi wa matibabu katika hospitali ya misheni ya Litein, Kipto alikimbizwa katika kituo hicho mwendo wa saa kumi na moja jioni Jumamosi akiwa katika hali mahututi baada ya kumeza nyoka huyo, lakini sasa anapata nafuu na yuko katika hali shwari with reports of having ingested a snake. He was received in critical condition and was started on management for anaphylaxis related to biotoxins from snake ingestion. We are happy to report that the young man is now in a stable condition and has come out of the HDU and he's recuperating well. Na nimewaomba vile vile usimamizi wa hospitali hii wakiongozwa na medical superintendent na afisa mtendaji wasimwachilie huyu mgonjwa baada ya kupona. Nimewaomba vilevile wamshughulikie kwa upande wa akili, kwa sababu katika hospitali hii tuko na psychiatric unit ambayo inaitwa mental uh, health unit. Unywaji wa pombe na utumizi wa dawa za kulevya umelaumiwa kwa kukithiri kwa visa vya afya ya akili katika eneo hilo, huku wakazi wakiutaka uongozi wa kaunti ya Bomet kuingilia kati. Rehab Kinuthi ya Runinga ya K24.